Naam, hujambo mtazamaji na karibu kwenye Kurunzi Live. Kwanza kabisa, mwaka 2026. 226 studioni, ni mimi Suleiman Mwiru ni mwenzangu Saumu Njama, karibu kampya tayari umeanza kukimbia, na kama kawaida mwezi wa kwanza wa mwaka huwa na mambo mengi sana, na pengine usababishwa na gharama za maisha na heka heka za sherehe za mwishoni na mwanzoni mwa mwaka ambazo, so, kimsingi e, hubeba mahitaji mengi sana ambayo watu wengi sasa wanalazimika kutumia pesa nyingi mwishoni na mwanzoni mwa mwaka. Na Januari ikifika, mambo huwa ni msebe msebe wasio nakwambia, na kama hukuwa umejipanga unaweza kupata shshunaeza kasema na ukapata matatizo mbalimbali ya kiuchumi na vitu kama hivyo. Saumu, mambo yanakwenda vipi? Mambo shwari kabisa, nashukuru sana Sulemani, vipi? Heri ya mwaka mpya. Asante, heri ya mwaka mpya. Mara ya mwisho tumekutana hapa hapa katika kipindi cha Kurunzi Live cha kufunga mwaka, tunafungua Mwezi huu umeanza na mambo mengi sana. Watu wengi huwa wanautaja kama ni mwezi mgumu, wengi wanauita, wengine wanasema Januari mm -hmm. wengine wanasema mwezi Januari kama kawaida. hawa wanaosema Januari, maanake wanauhusianisha na maswaibu ambayo mtu anayapitia mwezi Januari mm -hmm. na wengine wanasema kuna miezi kadhaa ndani ya mwezi mmoja wa Januari mm -hmm. Wewe ni miongoni mwa watu wanaoona hivyo pia, ama ni nadharia tu ambayo ipo kwa watu? Naweza kusema Sulemani, inategemea mm -hmm. kuna wakati ambao nahisi kama Januari ni Januari mm -hmm. alafu kuna wakati inapiga kweli kweli inakaa Januari. Kwa hiyo inategemea na maandalizi labda ya mwisho wa mwaka mm. eh, na vile vile maandalizi ya mwanzo wa mwaka, inategemea pengine ilikuwa na miradi gani, likuwa masuala gani ambayo basi hayo mm -hmm. yatachangia katika moja ama njia moja ama nyingine, mimi kuiita Januari mm -hmm. ama Januari na mwezi kama huu mm -hmm. ikiwa kwa katika hiyo hali ya Januari, una siku mia mbili mwezi <laughs> wa Januari. Watu wengi wana wanakuwa wanapata taabu pengine na mwezi huu, kwa sababu ni mwezi ambao kwanza unapaswa kulipa ada za watoto shuleni, kodi ya nyumba mm -hmm. na mahitaji mengine chungu zima ambayo unataka kuyakamilisha mwaka unavyokuwa unaanza mm -hmm. mwaka unaanza pale ambapo sherehe za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka zimekwisha kamilika na wewe umetume mapesa chungu nzima katika kufanikisha sherehe zako za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ziweza kufaana. Sasa mm -hmm. mwezi wa kwanza mambo yanavyogeuka, eh, ee, hapo ndo tuna tunaamka tuna upya sasa hapa na kuwa vipi. Sasa maswaibu haya tunayozungumzia, ni zipi sababu hasa ambazo, mbali na hizo ambazo nimezitaja, pengine ambazo zinaweza zikamfanya mtu kudumbukia kwenye Januari na sio mm -hmm. Januari ni kwamba mipango mibovu ya pesa ama ni kipi hasa ambacho watu au matumizi yalizidi, pengine mm-hmm. matumizi ambayo pengine hayaendani kiwango chako unachokipata, ni kipi hasa ambacho kinapelekea Januari mambo ni mengi Sulemani, mm. Ukianzia kwanza Disemba inakuwa na heka heka nyingi mm. Disemba tunataka tupige sherehe mwanzo mwisho mm -hmm. Eh, Disemba ina Christmas, Disemba ina mwaka mpya, Disemba ina sherehe hapa na pale, tuna wageni tuna watu eh, ambao labda hatukutegemea kwamba wangekuja mm -hmm. Sa muda mwingine tunatumia fedha kuliko E, tulivyopanga kutumia alafu Januari inapokuja sasa inakuja na mazagazaga yake tunasema Januari kuna ada ya shule Januari kuna kodi ya nyumba Januari kuna e, mipango ya kupanga ratiba ya mwaka mzima pengine kimfano unataka kujiandaa Januari na bado unataka kula e, kwa hiyo um, maswala ya kutojipanga ama ya kutumia eh, pasi na kiwango kile ambacho ulikuwa umepanga. Mara nyingi tukianza kutumia, pengine tumepanga kwamba Krismasi na mwaka mpya nitatumia kiasi hichi cha cha hela hmm. Lakini baadaye ukiangalia watu wako nasema, ngoja niongeze Kuku wawili hapa amna hamna katika ile kuongeza ongeza hesabu zako kidogo mm, unajipata umepita eh, ile bajeti uliyokuwa umejiwekea mm. alafu sasa inafika Januari na baadhi ya zile fedha ambazo ulikuwa umetoa katika eh, labda kibubu chako kuweza kuongeza pale mchelerobo mm, na nini unakuwa unadumbukia kwa masuala ambayo ni magumu zaidi Unajua... Ni kama kama, nakuelewa vizuri, unazungumzia kwamba kama unakuwa hujao na mipango mizuri ya mwishoni mwa mwaka na mwanzoni mwa mwaka mm -hmm. Januari bila shaka itakuwa ngumu kwako na unaweza ukaangua kilio vile vile kwamba mambo yanakukaba leo tarehe sita, lakini ukikumbuka nyuma tangu tumeambiana heri ya mwaka mpya, hapa ni kama kama mwezi ushapita. Sasa mtu anaweza ka najiuliza maswali kadhaa katika mm -hmm. mwezi huu wa Januari mimi binafsi nakuwa napata ma, ma, mawazo mbalimbali kwamba Hu, hii in Januari ama mwezi Januari ni mm. kila mwaka mambo yanakuwa hivi, ni kwamba watu huwa hawajifunzi ama ni kitu ambacho watu wanasahau tu kwamba mwezi ukipita mambo yanakuwa rudi kama, kama kawaida, na ikifika Desemba na Januari mambo yanarudi kama kawaida, na mwakani pia tunazungumza mambo kama haya kwa mara nyingine tena. Nadhani ni saikolojia mm. zaidi pia tumeilazimisha ma tumeshajiandaa kisaikolojia mm. kwamba Januari inakuwa ni mwezi mgumu mara nyingi mm. ama pia kulingana na zile sherehe ambazo zinakuwa ziko mm. nyingi e, kuanzia mwezi wa kumi na moja unasema na kwa sababu wanafunzi wamefunga shule e, kwa hiyo watu ni wengi wengi, sherehe nyingi nyingi ndogondogo, kwa hiyo inapokuja Januari, ni mwezi ambao unarudisha utulivu, ni mwezi ambao unarudisha majukumu, kwa hiyo kisaikolojia tu umetoka kwenye ile em, kwa kiasi cha juu zaidi cha sherehe alafu na matumizi alafu, sasa unarudi katika mwezi ambao ni mtulivu na kuhitaji uweze kujipanga. Kwa hiyo nadhani sio kwamba mara zote Januari inakuwa ni ngumu mm. Lakini eh, akilini tumeshaiweka kwamba Januari basi, uh, hamna hamna, lazima itakuwa ngumu. hamna hamna mm. lazima nitapambana, lakini nadhani si zote, kunazo Januari ambayo inapita tu inakuwa ni mm. eh, Januari ya kawaida na sio Januari mm na wapo watu ambao pengine huwa wanatumia mwezi huu wa Januari pia kuweka mipango, malengo ya mwaka mzima. Unavyokuwa unaanza wanakuwa wanaamini kabisa kwamba mwezi wa kwanza nitapanga moja mbili tatu, kufikia mwezi wa kumi na mbili niwe nimetimiza masuala kadhaa. Bila shaka nawe utakuwa miongoni mwa wale watu ambao wameshapanga mm -hmm. mipango ya mwaka huu kuanzia mm -hmm. Januari hii mwezi wa kumi na mbili. Mara nyingi hasa watu wa aina yako <laughs> <laughs> kwa, akina dada okay, mara nyingi mm huwa -hmm. mmeshakuwa mmevunja vibubu vyenu mm. ambavyo mmevihifadhi tangu mwezi Januari mpaka mm. mwezi wa kumi na mbili yeah. lakini mwezi wa kwanza unavyokuwa unageuka kuwa Januari mm. akina mama mnakuwa kama nyinyi mnajiweka nyumanyuma hizi pesa zenu huorganiza kwa ajili ya sherehe za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, ama zihusiana na matumizi ya kuokoa familia <laughs> katika kipindi hiki ambacho watu wengi wanaiona kama mambo ni magumu, kuna ama haihusiani. Kuna msemo wengi tunapenda kujiwekea mm. akilini kwamba pesa zako ni zetu mm. zangu ni zangu, zangu naweza mm -hmm. nikaendelea lakini, <laughs> sina mambo mengi sana unajua. <laughs> mtaz, mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa wa mjadala wa, wa leo tunazungumzia mwezi Januari na masaibu yake, na vile, vile tumewauliza watu katika mitandao mbalimbali ya kijamii wametutumia maoni mbalimbali ambayo tutasoma muda usio mrefu mm-hmm. lakini kwa sasa tujiunge na mwenzetu Veronica Natalis yuko mkoani Simiyu ule katika wilaya ya Maswa. Amewauliza watu wa kawaida kabisa, wananchi wa kawaida, wafanyabiashara, wauza mboga mboga na wakulima kwamba mwezi Januari unapofika kwao wanakuwa katika hali gani, wanakuwa ni mwezi wa Januari wa kawaida ama inageuka kuwa Januari kwao mambo huwa kwa vipi? Kwa hawa watu wa kawaida katika sehemu hiyo ambayo Veronica Natalis yuko, na hii ni video ambayo ametutumia akitueleza jinsi ambavyo mambo huwa yanakuwa kwa hawa watu waliozungumza nao. Mambo, na karibu katika Kurunzi Live kutokea katika wilaya hii ya Maswa mkoani Simiu, wilaya ambayo kiasili wakazi wake ni wakulima sana sana. Na maoni ambayo wanazungumzia kuhusiana na mwezi wa kwanza wanahusianisha na msimu wa mvua, lakini pamoja na shughuli za kilimo. Maoni ni mseto kuhusiana na ugumu na wepesi wa mwezi huu kwanza. Karibu, mimi ni Veronica Natalis. Sikia baadhi ya maoni ya watu wa wilaya hii ya Maswa wakieleza uzoefu wao kuhusiana na mwezi wa kwanza. Ah, mwezi wa kwanza tunajua sister, ugumu wako unavyokujaga hali mvua ndio inavyoonyesha hivi, wateja atupati, sio kama sasa hivi, abiria wawili hapa ipo elfu moja mm. kawaida nabebeaga abiria wawili ipo elfu mbili ah, dadangu, wateja sasa hivi mwezi wa kwanza anaenda kulima, wengine wako na wana, wana, wanafanya mishemishe zao. Mimi kwangu mwezi wa kwanza ndio mzuri. Uzuri wake maana mimi nina mashamba afu nina bodaboda yangu na mashamba yananiingiza pesa. Mwezi wa kwanza ni mgumu kulingana na mvua mvua ilipochelewa ikawa vitu vigumu sana, kila vitu ni vigumu, kununua vigumu, wanafunzi ndio tuna... Kwanza mvua ikiwahi, mambo yanakuwa sio magumu, kwa sababu so, tunapata vipande, watu wengi wanahangaika pata vipande, wanunua vitu. Sasa hivi mwaka huu ni mgumu sana sababu fedha hamna, wanafunzi ndio tunahangaika kupeleka shule, eh, utampeleka na mwanafunzi wa shule upate fedha ndio mpeleke mwanafunzi shule. Upande wangu mimi, mwezi wa kwanza ni mbovu, kwa sababu a changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo, ikiwemo e, hususani upatikanaji wa fedha. Abiria hamna, abiria hamna kabisa, yani tunahangaika, e, tunapitia changamoto nyingi. Hawaonekani, watu hawasafiri kabisa, yani mtu kupanda boda inakuwa ni changamoto. Wanaenda mashambani huko watu ma, masika ya dadangu. Mimi uzoefu wa, wangu nafanya biashara ya nyanya kwa mwezi huu kwa kweli hela tunapata ila mizigo kuipata ni adimu. Mwezi wa kwanza tunapata hela kwa sababu ya mvua, mvua inaponyesha mizigo waga inapatikana kwa shida, unapoipata unapata hela e. Mvua ikinyesha ndo eneo langu la kupata hela, maana na, naweza nikausafiri nikatoka hapa kwenda Shinyanga nikapata mzigo nikauleta nikaja kupata hela. Tunakuwa tumepita kwenye sikukuu, kwa sikukuu ya Christmas, sikukuu ya mwaka mpya kwa matumizi ya pesa watu wanakuwa wametumia pesa nyingi, lakini pia ni mwezi mgumu, kwa sababu ni mwezi ambao pia shule zinakuwa zinafunguliwa, watu wanaandaa watoto wao kwenda shule. Aa, binafsi mimi ni mgumu pia mwezi wa kwanza, kwa sababu ya mazingira ya huduma, mimi ni mtumishi wa Mungu, huduma ambazo tunakuwa tukizifanya ee, mwezi, mwishoni kama huo, watu wanakuwa wamesambaa wame wanarejea uh, mambo yanakuwa ni mengi hivyo mtazamaji. Na hayo ndio baadhi ya maoni ya wakazi wa mji kuu wa Maswa mkoani Simiyu kuhusiana na mwezi wa kwanza, magumu yake, wepesi wake, furaha, makashikashi na vitu vingine ambavyo wamevieleza hapo. Mimi sina la ziada, na kurudisha studio zetu za DW Bonn Ujerumani, ambapo mjadala huo wa Kurunzi live unaendelea. Hapo mimi ni Veronica Natalis chochao. <laughs> Amefurahisha huyu mtumishi wa Mungu, mwishoni mwa video anazungumzia kwamba mwanzoni mwa mwaka hata sadaka manake zinakuwa pungufu kidogo, manake mwishoni mwa mwaka watu wanakuja ku, watu wanakuja kutoa sadaka kwa kanisani kwamba mwaka umekuwa mzuri, mambo yamekuwa vizuri, lakini mwishoni mwa mwaka mambo yanakuwa supa, lakini mwanzoni mwa mwaka kama hivi, mtumishi anadai kwamba mwezi Januari kidogo huwa unakuwa na shida shida pale kwenye masuala ya upatikanaji wa sadaka na kuathiri shughuli yake ya huduma kwa Mwenyezi Mungu si? <laughs> e, Saumu. so, kama nilivyosema hapo awali kabisa mwanzoni mwa kipindi hiki kwamba ikiwa mwezi huu hukuwa umejipanga vizuri, mm -hmm. unaweza ukaangua kilio ambacho mtu wa kufuta machozi akakosekana, kwa sababu mambo ni mengi sana. Mat mahitaji ambayo unatoka kuyatimiza katika mwezi wa Januari ni makubwa sana na shukulia mfano mtu mwenye familia kwa mfano ya watoto watatu wanne, alafu anatakuwa alipe ada kwa kila mtoto, watu nyumbani wale, matumizi mbali mbalimbali yaende, bili za maji, bili za umeme inakuwa ni mambo mfururu unaweza kusema. Sasa kuna watu katika mitandao yetu ya kijamii wametuandikia maoni pia wakitueleza mm, uzoefu wao katika kipindi hiki cha mwezi Januari mambo yanakuwa vipi. Nikianza na huyu anaitwa Padre Moshe anasema yupo Kotela Tanzania, Tanzania huko anasema zimepita Januari nyingi mno hivyo namshukuru Mungu kwamba napambana na hii Januari na Mungu atusaidie. Lakini huyu Zoma anasema anasema kwa kwake yeye Januari iko moto, kwamba sasa mambo hayaeleweki kwa upande wake, na msio yeye tu. Mwotela mwa Simba anasema ni Januari kwelikweli. Joyce Mushi anasema nauza kuku wa kienyeji buku moja tu kwa hii Januari maanake hakuna wanunuzi eh, bora wanunuliwe kwa hiyo bukubuku, bei ya jioni. Kuna moja mchangiaji moja katika video ya Veronika alikuwa anazungumzia mm -hmm. kwamba kumbe katika kipindi hiki kigumu kwa baadhi ya watu wengine kwake pia ni fursa kwamba katika kila nyakati ngumu kuna fursa inajitokeza, na mtu mwingine anaibuka pale kutumia mm -hmm. muda kama huu kupata fursa. Inawezekana pia pengine wewe katika sehemu ulioko kwa sasa inaweza kawa upo katika wakati mgumu sana wa mwezi huu wa Januari, lakini tafuta namna, tafuta namna, uweze kupata fursa. Lakini huyo anajiita John Endo anasema, asante Mungu kwangu ni Januari, lakini Eliguz Katomba anasema yupo Muleba Kagera, anasema binafsi kwangu Januari, maana Mungu anazidi kutubariki kutu, tunapambana mdogo mdogo. Gideon Hezron anasema anatokea kule Rungazi, Ngara, Kagera, anasema hakika huku nilipo, maoni mengi yani hautoshi, watu mm, tunakimbizana tuna muda, lakini vile vile hautoshi. Hasan Mlacha yuko kule Kaloleni anasema sante DW, niko nanyi kwenye Kurunzi Live. Kweli Januari ni ngumu, hata kwa wale ambao tumeshasomesha watoto, ni wakubwa, wajukuu bado wanatuhitaji, kwa hiyo majukumu ya Januari yapo pale pale. mm -hmm. Unajua, inawezekana mtu anasubiri neno lako Saumu mm. kwamba katika kipindi kama hiki cha mwezi Januari ambao una mambo chungu zima, ada za shule kama tulivyosema hapo awali, unadaiwa bili ya umeme, unadaiwa bili ya maji, watoto nyumbani wapate chakula, ndugu wako, ndugu zako na kuangalia shughuli za shamba, uzifanya kwa uweledi, bodaboda yako upati wateja. Mtu huyu afanye nini? Pengine ambacho unaweza kumwambia katika kipindi kama hiki ili pengine aweze kujinasua Mm. Na hiyo nadharia kwanza, lakini pia awe katika uwezo wa kuweza kufanya maamuzi anayoweza kubadilisha, kwa sababu tayari hawezi kubadilisha kitu, ndio hali iko hivyo na, na, na, lakini maisha lazima yaendelee. E, kwanza vingine ni kuzungumza na watu wa karibu yako kuhusiana na masaibu unayoyapitia kwa sababu mm. mzongo wa mawazo, mzongo wa mawazo una zaidi wakati unapojitenga na kuamua kwamba hili ni jukumu langu peke yangu binafsi, lazima nipambane nalo, lakini pia za, kama una mwenza wako mshirikishe katika kueleza hali ilivyo, na pengine kama unahitaji msaada unaomba msaada mahali ambapo unaona ni husika na unaweza kupata usaidizi. Nazungumzia pengine kuchukua mkopo, pengine kujaribu kutafuta watu kukusaidia katika ima kifedha, ama hata ushauri wa namna ya kupambana na mwezi huu eh, wa Januari. Lakini, mm, pia vile vile, um, ujaribu kutafuta mbinu ambayo haita kulimbikizia matatizo baada ya Januari. Mm, kwa sababu Januari inaweza kuwa mwezi mgumu kwa hii Januari siku zake mia mbili zilizo kama wanavyosema, mm, lakini ikiwa bado utaendelea kuleta uh, mambo mengine ambayo labda kwa wakati huo inaweza kuepukika. Kwa mfano, kama unastahili kulipa ada unalipa uh, kiasi kile ambacho unastahili kulipa. Mm, pengine kama ulikuwa una shughuli nyingi ambazo si za lazima, unaweza kuziepuka kwa wakati huu ukizi za mbele. Alafu, sijiwekee shinikizo uh, kupita kiasi. Mm. E, kwa sababu haya maisha naamini kwamba kila kitu kinakwenda kwa wakati e, na mambo mengine unayapeleka tu polepole, sio lazima. Pengine ulikuwa umejiwekea uh, mipango ya kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na sita mimi nataka itapofika Januari katikati, mm. Niwe nishanunua gari. Mm. Sasa Januari imeanza kama Januari, pesa za gari huna, lakini una lazima ununue gari. Kwa hiyo vitu vingine unaweza kupeleka mbele eh, ambavyo si vya wa, lazima wakati huo. Mm. Uh, ili kupunguza masuala kama haya ya, ya kujiekea shinikizo kupita kiasi wakati wa mwezi huu wa Januari. Mm -hmm. Na ni muhimu pia kukumbusha mfuatiliaji wetu kwamba haya mapito tunayozungumzia mwezi Januari sio kwamba yanamkabili kila mtu na kwamba ukiwasikiliza wataalamu wa masuala ya fedha na uchumi wanakuambia kwamba mambo haya yanayotokea magumu katika mwezi wa Januari ni kwa sababu mtu hakuwa amejipanga vizuri katika kipindi cha mwezi wa 12 ama kipindi cha mwaka mzima, kwa sababu wanaamini kwamba unapoweka mipango yako mwezi Januari, kwa mfano kama sasa hivi, ni maana mipango ya mwaka mzima hasa inapokuja kupinduka mwaka mwingine alafu unarudi katika hali mbaya, maana ni kwamba mipango ya mwaka uliopita wewe haukuweka vizuri. Kwa hiyo wapo ambao kimsingi wameweka mipango yao vizuri na mambo yao yanaenda vizuri, lakini kwa wale ambao pia mambo yao hayaenda vizuri, sio kama mipango yao hawakuiweka, lakini katikati hapo kuna changamoto mbalimbali za kimaisha zinatokea, na ndio maana tunazungumzia mjadala huu ili kuweza kumpa mtu walau uelewa wa lao, uwelewa, kuelewa kwamba mambo kama haya yanaweza kutokea, lakini unao nafasi ya kuweza kusonga mbele licha ya changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kukabili katika wakati fulani. Huyu anaitwa Ramadhani Bakari anasema hivi: Kiukweli ni mwezi mgumu sana kwangu, ada za shule za mahitaji yote zimekuwa zikinibana sana na naumiza sana naumiza sana kichwa, ila mapambano yanaendelea. Huyu anaitwa mm -hmm. Ramadhani huyu anasema mm -hmm. hivyo, lakini kuna mwingine anaitwa Donald anasema, yuko Kigogo Fresh Dar es Salaam: binafsi nashukuru Mungu nilishinda bet nikalipa mambo yote <laughs> ila kwa binafsi anasema mwezi huu ni mgumu kwa asilimia kubwa kwa watu wenye kipato cha chini na wengine tunaotegemea mishahara mishahara, wote ukija unaishia kulipa madeni. Ya, ndivyo, uh, masuala kama watu hawajajipanga na madeni yanakuwa mm, yanaendelea lakini kiasi kikubwa naweza kusema kwamba ijapokuwa uh, unajua kwamba Januari ina, inakuja unajua kwamba huu ni mwezi wa mwisho wa mwaka yaani kuanzia Disemba ni kadha wa kadha ambao unapaswa kuyalipa e, kama hujashinda bet kama um, e, anaitwa nani Johnson Don, Don e, unaweza Don kujipata katika um, maswala ambayo pengine yangeweza kuepukika. Kwa hiyo kimtazamo wangu nahisi kama um, kuna vitu tunaweza kujiekea kiasi mm. naamini kwamba tunaweza kuweka kiasi e, kwa sababu sio tu watu wa kipato cha chini, hata watu wenye vipato vyao wanapitia nyakati ngumu, kwa sababu wengi tunaamini kwamba ah matatizo yanakuwa tu kwa watu wenye mm. kipato cha chini, lakini pia msemo okay. ambao ukisema kwamba pesa haitoshi e, uh, unapaswa ukupatie e, taswira mm. kwamba hata wao mm. inapofikia mwezi kama u Januari kiwa kipato akizunguki akizunguki tu akipatikane cha lakini ndio hivyo, tutumie fursa. Ukiona hii ni Januari, unajaribu kupiga mabu ya haraka haraka, angalia hapa, vipi naweza ku e, badala ya kuuza buku tatu kuku, ndio anasema mm. unauza bei ya jioni ili hakikishe kwamba angalau unapata pesa. napata mm -hmm. Unajua... mnakula kuku paka mkitembea njiani, mnapishana, mnanuka harufu ya kuku <laughs> <laughs> wataalamu mambo wanasema, wao wanaamini kwamba masuala ya hali kama hii katika kipindi cha maisha inakuja wakati wote ule na sio mwezi Januari pekee. mm -hmm. Lazima watu wafahamu hilo kwamba unaweza wakati fulani umejipanga vizuri, mipango yako imekaa vizuri kabisa umeisuka, lakini changamoto unazo kama mtu akaumwa, mtu akapata shida mbalimbali, yoyote inaweza ikajitokeza mm -hmm. katikati mwa mwaka pengine mwezi Juni na mwezi Julai, na sio lazima iwe Januari. Lakini kwa sababu nyakati hizi huwa hazidumu na watu lazima, lazima maisha yaendelee, ni muhimu sana kukumbushana vitu vya muhimu vya kufanya ili kuweza kusonga mbele katika maisha ya siku zote mm. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi saumu, mambo ni mengi. Mjadala huu unaendelea na mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube DW Kiswahili, lakini neno la mwisho ambalo unaweza ukampa mtu wa kawaida ambaye kwa sasa hivi hapo hapo alipo au tazama kwa sasa hivi anayo maswaibu ambayo anayapata katika kipindi hiki cha mwezi Januari, na tena tuko tarehe sita ya mwezi Januari, hata wiki haijakamilika, mambo tayari yameshakuwa magumu mm. Kwanza kabisa ni kukumbushana tu kwamba Januari inakuja kila mwaka mm. Januari iko kila wakati, kila mwanzo wa mwaka na kila mwisho wa mwaka utakapoisha sherehe, unakumbuka kwamba sherehe itakuepo mm. na Januari bado itakuja. Kwa hiyo kwanza, mm. ni kujipanga kwa maandalizi ya mwezi unaokuja mm. eh, lakini kama sasa hivi ishafika ndio mwanzo tarehe sita na pengine mambo yamekaa magumu kama upande wangu vile vile mm. <laughs> kumbe na wewe ni umo katika watu wa Januari <laughs> <laughs> inariusu lakini niwaambie wenzangu wote ambao na mimi wote ambao tunaiona hii Januari imekaa mm. hivi ni kwamba tujiandae tu mapema na tutafute mbinu na namna ambayo eh, tunaweza kuvuka mwezi huu. Nimetangulia kusema kwamba yale ambayo sio ya lazima tusiyaweke sasa hivi, yale ambayo ni ya lazima tutumie bajeti ya hiki tulichonacho kwa sasa, katika kumaliza hii siku za Januari. Si siku nyingi ningi sana, mm. thelathini na moja tu kwa hiyo tutatoboa Asante sana mfuatiliaji, mwaka ndio kwanza umeanza, mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka ambao na mambo mengi pengine mbeleni ambao umejipanga, bila shaka unategemea kuyatimiza mwaka huu. Ni kuambie tu kwamba bado tuko tarehe sita ya mwezi wa kwanza. Hey, tukumbushana sita. Na kwamba unaona, nafasi ya kujipanga ni kwa kila mmoja wetu, na mimi pia nikiwemo katika nafasi hiyo ya kujipanga okay, ili mambo yasiende tofauti na ambavyo tunatarajia. Ni mambo mengi sana ambayo tunataka kuyaona katika nafasi nzuri zaidi katika jamii yetu, katika familia zetu, na katika maisha yetu ya kila siku. Mimi ni Suleiman Mwiru, tulikuwa na mjadala hapa kuzungumzia Januari na Januari na mwenzangu Saumu Njama, asante sana. Bado ni ile Januari bwana. Mm -hmm, mwezi tu kama mwezi mwingine, tusiubadilishe jina <laughs> ni Januari e, na itapita hili nalo pia litapita, ama namna gani? Asante tuezemjala. <laughs> kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko. Tutaendelea kujibizana kwamba mambo yanakuwa vipi na nini pengine ukifanye, tutaendelea kujulishana katika mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili.